Kuanzisha biashara, kuna biashara mbili za mitumba. Ya kwanza ni ile ya kuchukua balo kufungua, kufungua na kuanza kulalamika nimepigwa. Ya pili ni ile ya wajanja wachache wanaojua siri ya grading na wanatengeneza mamilioni ya fedha kimya kimya. Mwaka huu 2026 usikubali kuwa yule mfanyabiashara wa kubahatisha. Leo nitakufundisha jinsi ya kuanza biashara ya mitumba kwa mtaji mdogo sana hata chini ya laki moja lakini kwa faida inayozidi mshahara wa ofisini. Hii ndiyo siri ambayo wenye mabalo wakubwa hawataki ujue na karibu darasani. Karibu tena kwenye How to Start Business Channel. Sisi hapa kazi yetu ni moja tu. Kukupa mbinu za biashara zinazotekelezeka kama wewe ni mhitimu wa chuo na unataka kujiajiri, gonga subscribe sasa. Leo tunapasua balo la mitumba. Kosa la kwanza ni aina ya mzigo. Usinunue balo la mchanganyiko kama una mtaji mdogo, balo la mchanganyiko lina takataka nyingi. Kwa mwaka 2026 nish au aina tatu za mitumba zinazolipa zaidi kwa, mta, kwa mtaji mdogo ni kama zifuatazo. Moja ni nguo za watoto, haziishiwi soko, wazazi wananunua kila siku, na balo lake lina pieces, yaani idadi ya nguo nyingi sana, hivyo faida ni kubwa. Mbili ni nguo za kike, blausi za ofisini na kadhalika hizi zinatembea sana mjini kwa wadada wanaokwenda makazini. Tatu ni mabegi ya mgongoni au viatu vya watoto, hizi hazina westi kubwa. Ushauri, chagua kitu kimoja tu kuanza nacho, ili ujulikane nacho. Hatua ya pili ni kununua bila kununua balo hapa ndipo penye siri ya mtaji mdogo. Huna laki tano ya kununua balo zima? Usijali, mbinu inaitwa kuokota mnadani. Wafanya biashara wakubwa wanapofungua balo saa 12 asubuhi, kwa hapa Dar es Salaam Mchikichini pale Karume, naenda kule. Usinunue balo, subiri wafungue kisha chagua zile clean au grade A pekee. Unaweza kupata nguo moja kali kwa shilingi elfu mbili au elfu tatu. Ukichukua nguo ishirini tu za kali, mtaji wako inakuwa ni elfu sitini. Nguo hizi hizi ukizipeleka mtandaoni au ofisini moja, unauza kwa shilingi elfu kumi hadi elfu kumi na tano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 lazima ionekane kama ni ya dukani. Usiuze nguo ikiwa imekunjamana na inanuka dawa ya mitumba. Fanya hivi, yaani hii ndiyo siri ya mwaka 2026. Mbili, weka lebo au tag. Nunua hang tags yeah, ambazo ni vilebo vya karatasi, uandike jina la brandi yako ufunge kwenye nguo. Hii inaitwa psychological pricing. Mteja akiona lebo, anaona bidhaa mpya, yuko tayari kulipa zaidi. Hatua ya nne ni soko la kidijitali, yani Instagram na WhatsApp. Kwenye mtaji mdogo, huna hela ya kodi ya fremu. Duka lako ni WhatsApp status na Instagram. Piga picha nzuri. Usipige picha nguo imeshikiliwa mkononi hovyo, itandike chini kwenye sakafu safi au zulia, piga picha na mwanga wa jua. Posti Instagram natumia hashtags kama nguo za watoto au mitumba classic. Wateja watakuja wenyewe dm Kumbuka, picha ndiyo inauza kabla ya nguo. Sasa hizo ndiyo hatua nne ambazo unatakiwa kuzitekeleza, kama unataka upate mafanikio kwenye biashara ya mitumba ukiwa na mtaji mdogo. Jambo la kujifunza hapa ni kuwa biashara ya mitumba hailipi kwa kununua tu na kuuza inalipa kwa jinsi unavyonunua na jinsi unavyoiandaa yaani packaging. Mwaka huu wa 2026 anza na ulicho nacho, nenda mnadani, chagua krimu, ziboreshe na uza kwa bei ya faida. Je, unataka nikutajie masoko matano bora ya mitumba Tanzania na siku zake za kufungua mabaro. Comment masoko hapo chini, na nitakuwekea orodha hiyo. Tukutane kwenye video ijayo, hapa hapa How to Start Business Channel. Asante na karibu tena kuanzisha biashara.